Kanisa la Moravian Tanzania limewataka waumini wake kutokuwa na hofu wanapokumbana na changamoto badala yake wawe na amani moyoni kwani hata maandiko yanaeleza namna Yesu aliwaonekania wanafunzi wake na kuwaambia amani iwe kwao. Hayo yameelezwa jijini Dodoma na Katibu Mkuu wa kanisa hilo Jimbo la Kaskazini Mchungaji Jeremia Kibona katika ibada ya uzinduzi na kuwekwa wakfu kwa jina la kwaya ya Rehobothi ya Moravian Mkonze jijini Dodoma. Amani ni kitu cha muhimu katika maisha ya mwanadamu. Amani ni kitu cha muhimu katika familia zetu. Amani ni kitu cha muhimu katika maisha ya Mkristo. Amani ni muhimu katika jamii zetu. Yesu, na ndio maana Yesu anawatamkia wanafunzi akisema amani iwe kwenu. Pasipo amani katika nyumba zetu hatuwezi kuwa na furaha, hatuwezi kumwabudu Mungu sawasawa. Tusipokuwa na amani katika ndoa zetu, ndoa haziwezi kuwa na furaha, na malezi hayawezi kuwa mazuri kwa watoto wetu, nyumba zinaparaganyika, hatuwezi kupanga kitu chochote kwa nini? Kwa sababu amani imetoweka. Kwa nini? Kwa sababu amani haipo. Hatuwezi kukaa pamoja kama familia tukapanga mipango yetu, hatuwezi kukaa kama familia tukawalea watoto wetu, hatuwezi kukaa kama familia tukapanga mipango ya maendeleo katika nyumba zetu. Kwa nini? Kwa sababu, kwa sababu amani imepotea, amani haipo hakuna mwanadamu ambaye hahitaji amani. Oh, uwe chanzo cha amani, chanzo cha amani, cha amani. Kama ni binti, uwe chanzo cha amani nyumbani. Wazazi wasikose amani. Kama hujarudi usiku, wawe na amani, wakuamini, waamini maisha yako, waamini ujana wako kama kijana wetu yuko salama. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Miaka yetu si nyingi sana, miaka yetu ni mchache, lakini katika miaka hii tuliyonayo tutangaze amani kama Yesu Kristo alivyotangaza amani. Akatangaza amani kwa wanafunzi wake, akatangaza mara tatu, akatangaza mara tatu, lakini akawatuma kwamba nawatuma kama Yesu Kristo alivyotuma na Mungu, lakini na yeye akakasimu madaraka, alituma kanisa lake Kanisa la Katoliki leo tuma, Kanisa la Moravian leo tuma, Kanisa Anglikana kanisa leo tuma na makanisa mengi mengi mengi. Haleluya. Mara ya tatu akachimba kisima cha tatu ambacho ndicho jina hili ambalo vijana Mungu amewafunulia liwe jina la kwaya Rehobothi. <coughs> Aa, leo tumealikwa kwenye tukio kubwa la kukumbukwa la uzinduzi au kuweka wakfu jina la ndugu zetu au watoto wetu Mkonze, ambao wamejipatia jina zuri la robo, re, re, Rehobothi, yes kwamba Mungu amewapatia nafasi. Kwa kweli kwa ujumla, tukio limefana, tukio limekuwa ni zuri, tunawatakia kila la heri kama jinsi jina lao linavyosema kwamba Mungu ameongezea nafasi basi waendelee kuongezeka kutoka viwango kwenda viwango, kutoka utukufu kwenda utukufu. Tunawatakia kila laheri katika maisha ya huduma hii ya uimbaji. Mungu aendelee kuwatetea amen. Ninafuraha sana kwa sababu Mungu amefanya siku hii na imefanikiwa. Kulikuwa na changamoto nyingi kuielekea siku ya leo, kwa sababu tulikuwa na maandalizi. Kuna gharama ambazo vijana walikuwa wanatakiwa kutafuta fedha kufanikisha fedha za sale, lakini vijana hao hao walikuwa wanatakiwa kuja kufanya mazoezi. Kwa kweli, ilikuwa ni changamoto sana. Unakuta unamhitaji kijana zoezini, lakini yuko kutafuta fedha. Hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa kwetu. Tunamshukuru Mungu kwa yote ambayo ametutendea na ametujalia tumekutana na changamoto hapa katikati, lakini kwa mkono wa Mungu tumefanikisha kuweka wakfu jina letu la Rehobothi kurasimishwa, ili sasa jina kwaya itwe Rehobothi siitwe kama kwaya ya Moravian Mkonze. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo, amefanya kwa ukubwa zaidi ya vile ambavyo tulitarajia na kufikiria, ametusaidia, ametuletea watu kutoka makanisa mbalimbali mbali na kwaya nyingine nyingi zimekuja kuungana pamoja na sisi kwa ajili ya ili tukio la kuweka wakfu jina la kwaya ya Rehoboth. Tunamshukuru Mungu kwa rehema zake na ukuu wake kwa ajili ya siku nzuri ya leo tarehe ishirini na saba Aprili elfu mbili na ishirini na tano ambapo ametupa nafasi na neema ya kwaya yetu ya vijana Moravian Mkonze Rehoboth ambapo katibu mkuu wa jimbo la kaskazini Mchungaji Jeremia Kibona ameweka wakfu rasmi jina la kwaya, na sasa kwaya ya vijana Mkonze ipo hewani kwa ajili ya kuendelea kumtukuza Mungu kwa nyimbo zake mbalimbali ambazo wanazo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wote waliokuja kuanzia ngazi ya jimbo ambapo tulikuwa na katibu mkuu wa jimbo pamoja na viongozi wetu ngazi ya wilaya, ngazi ya mtaa, pamoja na wanakwaya kutoka katika shirika zetu zilizopo hapa Dodoma mjini. Mungu awabariki sana, tunawakaribisha sana Mkonze. Lakini pia tunawashukuru kwa ajili ya wote ambao wamehusika kwa namna moja ama nyingine kufanikisha tukio hili ambalo ni la muhimu, ambapo lengo kubwa katika haya yote ni kuihubiri injili ya Kristo ili mataifa wafanyike kuwa wanafunzi wa Bwana. Tunamshukuru Mungu, siku ya leo tulikuwa na tukio kubwa kuzindua na kuweka wakfu jina la kwaya ambalo linaitwa Rehoboth Kwaya. Jina hili linapatikana kitabu cha Mwanzo sura ya ishirini na sita mstari wa ishirini na mbili na kiufupi nazungumzia habari za kwamba kwa kuwa sasa Bwana ametupatia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hili jina ambalo ametupa Rehoboth Kwaya katika ushirika huu wa Mkonze. Jina la Rehoboth linapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya ishirini na sita mstari wa 22 kwa muktadha huo, Isaka alikuwa anakutana na upinzani kila alipochimba visima, lakini alipofika mahali ambapo hakukuwa na ugomvi, aliita kisima hicho Rehobothi, maana yake Mungu ametutengenezea nafasi. <tutu> Usisahau kusubscribe chaneli yetu ya Washindi Media kwa habari mpya na zinginezo.